Nikakakaa nikaona imechomokea state house. Sasa amefanya vizuri, kwa sababu hiyo ni haki yake. Ameingia hiyo kitu inaitwa Broadbeast. Mimi sina shida na Broadbeast. Na hata sina shida naye kujoin Broadbeast, lakini vizuri wambie wale mlikuwa na wao mukikura pamoja. Nimeenda na sijaenda choo, nimeenda fahali na zirubi. Wewe sasa hesabu baba ako na CSs zao ngapi? kwa hiyo serikali hako na PS wangapi? Kwa hiyo serikali hako na parastato gapi? Kwa hiyo serikali ingia bunge, ni kamati gapi zinaongozwa na wana ODM? Kwa hiyo bunge, bajeti ndio hiyo ilienda juzi na zile zingine kwa hivyo kama mnasema mambo ya mageuzi ya serikali, mtu mwenye amefanya kuu kwa Ruto ni baba hiyo. <laughs> serikali amepindua akiondoka, itakuja imegoga chini kama mavi eh, kama kinyezi ya ng'ombe. <laughs> baba ndiye kusema, wacha tuseme ukweli. Wakati nilikuwa nimevaa sufuria uke, uke, baba ukimwambia ati watakutana na Ruto, ai Ai. Lakini kidogo nakosoa kitu kwa sababu wakati tulikuwa tunafanya tunafanya maandamano, we were talking about the wage bill, the cost of living, high expenditure, na mambo kama haya, na what we now have experienced in the last couple of months is increased wage bill, high very high expenditure, new positions, everything that does not help Anomo Kenya. Haya ni mambo lazima tuyaseme, na kwa sababu sasa baba hako ndani sasa, sisi tutakuwa tukiwa nje tunatandika eh, horse ile tulikuwa nasema kuva dereva kuva makanga. Sasa sijui ni yeye hako position gani, sijui ni dereva au ni au ni makanga au ni gani, lakini yetu itakuwa hiyo kwa sababu any government that is does not accept to be told where it is going wrong